Okay, imekufikisha wapi ile mwanangu ile? Ah, uh, ile kwa namna moja au nyingine imenipigisha hatua. Mhm. Eh, uh, so comment nimekutana nazo nyingi sana. Mhm. Eh, baada ya kupostiwa. Je, wewe baada ya kupostiwa comment nimekutana nazo nyingi sana. Pia hata kwenye account yangu kuna baadhi ya mambo yameongezeka. Mhm. Ah, uh, kwa sababu unajua msanii ubunifu. Unatakiwa uwe mbunifu kutengeneza yeah, kitu ambacho kitawaleta mashabiki. Na yeah, vile vile utapata mashabiki wapya. Mhm. Mm. Okay. Okay. Hakuna watu ambao wali wali walikuona kama mshamba hivi? Hakuna, hukutana na hiyo comment? Ah, yani hizo zipo mm. na ni kawaida, hasa unapofanya kitu cha tofauti kama hicho hapo mm. kuna baadhi ya watu watakuona kama mjinga, kichaa, umeona? Yeah, hakuna mtu ambaye huko Facebook kwambia ngo gani? Ah, yaani ni wengi tu wanaambia. Wengi. Yaani kuna baadhi ya watu wanaambia bani hizo bangi punguzi. <laughs> Nilikuwa najiuliza kitu kama hicho kwa sababu sisi watu tunajua. Tunaanza